Karibu Tuzo Online. Mwenda vizuri tu. Nimesikia neno <tano> nimesikia mwishoni <tano> nime <sikia, mshoni. tano> nime, kwamba waliambiwa tuombeni dua, wanachama wakafumba macho macho dua, alipopigwa ile amin, mm -hmm. viti vya mbele vyote vyeupe. <laughs> <laughs> asijui Mungu ameondoka wa na watu wake pale pap eh. hamna aliyebakia kwao wanachama eh. wamebakia yatima <laughs> <laughs> hawajui eh. <laughs> <laughs> alafu sa mwishoni <laughs> <laughs> baada ya kuitikia viti vyeupe ndo harufu ya pilao imeanza kutoka aya <laughs> mlango ule kule <laughs> aya jamani. <laughs> <laughs> <laughs> Yaani, leo ndo nimethibitisha kwamba yanga hatutakii kujifaanisha ya timu yote ya Tanzania, sisi tuko mbali mno. Mkutano uliofanyika leo, hata mimi, hata mime kikao changu khabisa cha posa hakikuwa vile, japo tu ndoa yenyewe ndo hivyo yeah. Lakini kikao changu mm, cha posa kikuwa kidogo kina heshima, mambo mengi kikao, wanaongea tu, mtu mmoja akakaa chini nani wewe? Yeah. Swala so, lako tukutana kwa uchaguzi leo, alafu ile taarifa kuhusiana na mambo kumi ulitoa, ya basi ile kama umejibu. Sasa sasa hujatoa uh, uh, sasa uh, lingine hapana. Kwa mfano basi, leo ni tarehe ngapi? Thelathini, mwezi wa ngapi? 11. maana yake ahadi ilikuwa kama sio mwezi wa kumi, wa kumi na moja. Mwezi unaisha lini? Kesho? leo leo? Kwa hiyo kesho tutakumbusha tena yeah. Bwana miezi miwili ya ahadi iliza hivi waandishi, na nyinyi sometimes wee mnawasaidia hawa watu, mm. Iriza basi, mtu kama akashindwa kutoa jezi nyingine mpaka wameenda kununua plasta kuziba nembo, ataweza kuleta iriza? Yeah. Kweli huko mbali ataweza kujenga uwanja Subuti. Kwa mlichokiona kwenye mkutano leo, basi lipo alipo nyiye waandishi <coughs> <coughs> Yaani, likija apande nani, waliokimbia mwisho wa dua au waliobakia kula ubwabwa <coughs> <coughs> maanake, unajua hawa nye waandishi mniwapeni siri. hawa walitegesha tarehe ya leo makusudi kabisa, wakiwa wanaamini kwamba wangeshinda mechi ya Waangola, afu leo wakifika kikao cha dakika mbili tukaipambanie timu yetu mali Mungu akapindua ile wakashonwa hapa Dar es Salaam. kwa leo ajenda zikawa zimeyeyuka, nani aanzishe kikao? <coughs> Ndio ikawa mtihani lakini uhakikishie ndugu zanguni, tupo nao sambamba mpaka atapofika mavumbini. Yaani hatuwachi, na naenda nyumbani, natulia, jasusi atanipa mkeka wote wa kikao na nitatoa taarifa zote. Taarifa ya kwaa ni matokeo, jambo ninaweka nalo leo. Ndugu zanguni, leo nitafurahi, yani ninaweka asilimia mia moja, nasemaje leo na, yani hii clip kateni siri, ikifika adhana ya insha yani, kabla kipindi cha pili adhana ya insha yani, mi nishafurahi kwa sababu ndugu zetu wanatafuta goli na mtu akufunga goli <laughs> ndo amesema yani, kuna okay. Yani klipu hemsana anaongea kwamba huyu toka amehusishwa na Yanga hatumwelewi <laughs> ili waambia mapema watu hawa, kalagabao hawaelewi. Unajua hawa sasa hivi wapo kama nazi Hmm. Macho matatu hayaoni, niliwaambia, jina langu mimi naitwa Ali Kamwe, wakasema we, Eliza. Ah, kiko wapi sasa? <laughs> <laughs> walinijia juu na mapanga we, Eliza tu wewe. Nikasema haya, niepushe malumbano, kaka, kimya. Sasa hivi mchukueni, hatumtaki. <laughs> Atumtaki. <laughs> Kaeni naye sasa <zanda>. Simnyangania, bakini naye <laughs> ando zimetumwa logo, ziko <laughs> timu yani za nyumbani, Singida watachezea leo kwa sababu zishapelekwa pale TF na sisi tunakwenda kuzichukua kwa mechi ya Januari. Ndo zimetumwa package yote logo, kupitia shirikisho, mnaenda kuzichukua pale. Hamjaona mbona, waandishi, masomo mengine mna majibu mnayo, hamjaona? Kwanza ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumesafiri salama, tumerudi salama, na katika yale malengo ambayo yalitupeleka Algeria hatujafanikiwa kupata pointi tatu lakini tunasema alhamdulillahi tumepata pointi moja, pointi ambayo kwenye Champions League hatua ya makundi kipata away kwenye nchi kama Algeria una kila sababu ya kujipongeza. Aa, mazingira ya mchezo yalikuwa magumu. kutoka tunawasili siku ya mchezo mpaka tunaondoka, mazingira yalikuwa magumu kwa sababu ya fakta mbalimbali. Kwanza hali ya hewa ilikuwa ni changamoto unatoka huku nyuzi joto 30 31, unakwenda taifa ambalo nyuzi joto inakuja mpaka tatu mpaka nne Kwa hiyo ilibidi wachezaji wa, wa adapt kwa haraka, tulikuwa na siku mbili tu za kuadapti hiyo hali ya hewa na kufanya mazoezi kwenda kwenye mchezo, lakini pia mazingira of course. Sasa hivi kwa uzoefu ambao tuko nao, hii haiwezi kuwa excuse unapokwenda nchi za Kiarabu. Uh, wakiwa tena wametoka kupoteza mchezo wao wa kwanza, lazima mchezo wa pili kuwe na vitu vingi. Mashabiki wao ni mashabiki ambao wana demand muda wote, iko pati moja ambayo ni pati nzuri ya mashabiki wao, na iko pati nyingine ni pati mbaya, pati ambayo sisi wa Tanzania tunatakiwa tujifunze. Tusipende timu zetu kwa maneno, tusipende timu zetu kwenye mitandao ya kijamii tufanye kama ambavyo nchi za kaskazini zinafanya zinapokuja timu zao. Yes, kabiliwa amekula chuma nne mechi ya kwanza, lakini ndani ya masaa matatu tiketi zimeuzwa zimemalizika. Tiketi sio jambo uh, jepesi, ni jambo ambalo inabidi na sisi jamii ya mpira wa Tanzania tujifunze kwenye mapenzi haya, lakini upande mbaya ni upande wa vurugu. Na mtumie fursa hii kuwaambia mashabiki wa Yanga, nimeona mitandaoni wakijiapiza kwamba watalipa kisasi kisasi kizuri kwenye mpira kinalipwa kwenye pitch, hakilipwi kwa vurugu. Wametufanyia vurugu, lakini mambo ambayo yameshamalizika. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, hapakuwa na madhara yoyote, hakuna mtu ambaye, yani imetua tu, simu zinaanza kuita. E, kimsingi imeniuma tazungumza, ii imeniuma sana. Mkutano umeanza <laughs> mpaka umeisha, nipo angani, sina internet. <laughs> sijui kilichoendelea, kunigia taarifa nitakuja kuwapa, hamna taarifa za ndani, msio na wasiwasi. Kwa hiyo ayo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Katika mazingira hayo, lazima mashabiki tujifunze kupenda timu zetu kwa vitendo, lakini tusijifunze kufanya vurugu pindi ambapo timu zetu zinafuta matokeo. Leo hii uh, nani anajua, pengine umejiwea kwenye hatari ya kufungiwa. Kuna adhabu klabu zinapata. Kozi ni vurugu za muda, lakini madhara yake ni makubwa. Sasa hivi, sahivi faini zao ni kubwa sana eh, kwa hiyo tujifunze tumeumia lakini tujifunze kuwa wastaarabu, wavumilivu. Sisi kisasi tukakilipe kwenye pichi. kuna barua ya ha. Sasa sisi, hatua namba moja ni tunapeleka malalamiko yetu kwa msimamizi wa mchezo, general coordinator, ambaye yuko pale, lakini tukiona ilikuwa inahusisha usalama, maana kuna security officer mm -hmm. wa kafu yuko pale, wao wawili plus match commissioner wametuhakikishia kwamba hilo jambo wameliona na wanalishughulikia. Kwa sisi, complain ya kwanza ni kuwasilisha kwa msimamizi wa mchezo ambaye ni general coordinator, na amesema alifanyia kazi. Hatuko hapa kuomba kwamba wafungiwe au wapigwe fine. Hayo ni mambo ya kanuni, KAFU wanajua wenyewe. Tunachoomba hapa sio kwa Yanga, timu zote zinapokwenda kwenye mazingira haya ya nchi za kaskazini, basi kuwe na usalama zaidi wa kulinda uh, wachezaji, kulinda maafisa. Nyiye mmeona chupa zikirushwa uwanjani. Hamjaona mimi nilivyokuwa napambana pambana ukwepa chupa huku jukwani. Wale wa Arabu ni kama wamemshuhudia Jack Chen akiwa wakaribu, walikuwa wanatupa chupa. Unajua mimi sina kelele, tupa chupa, nilikuwa nazikwepa. Uh, ushaona ile movie ya uh, Karate Kid ile mm. mm. ilikuwa anapiga <laughs> napiga chupa zinapitia namna hiyo uh, hii wenyewe wamepigia saluti wamesema pamoja na yote <laughs> lakini tenake. kile chuma eh, hey. <laughs> uh, mimi nimekwepa mawe Temeke <laughs> chupa ya maji hey, anapiga <laughs> vipa zikazika pita, lakini si jambo zuri mm. kwa hiyo tumeongea na wale wasimamizi wa mchezo waweze kulifanyia kazi yes. kazi kocha ko imekuwa ni muda mfupi, lakini mabadiliko yanaonekana ni makubwa sana. Sasa huyu sio kocha, huyu ni sayansi ya mpira. Mie mmekuwa mkisikia watu wakisema wachambuzi wakisema kwamba football ni science. Football ni science. Science yenyewe ndo Pedro. Kwa hiyo huyu hahitaji muda mrefu, hahitaji kuwa kwenye uwanja kuwaona wachezaji na kupanga vitu vyake, na si ametuambia hata kwenye mahojiano yake, amesema ndio kwanza kama ni asilimia ni asilimia 25, naendelea kujia. Yes, ni asilimia 25 ana wiki tatu tu, naendelea kujenga kitu changu nasemaje hmm. kikishafika asilimia mia moja. Hmm. asilimia mia moja. Hmm. haya matatizo mliyoyasikia ya afya ya akili hmm. <laughs> yatakuwa makubwa maradhi kama 25 iko ikohivi amchagui kiwanja. Maana tumeona nyuamani hmm, tumeona kule mnacheza hmm, kama mko kwenu hmm, ikifika mia moja itakuwaaje? Yeah. mesema kocha amesema sasa hivi anachokiandaa kama ni asilimia ni asilimia ishirini na tano hmm, zikifika asilimia mia moja hmm, ni muombe waziri wa afya, Daktari Mchengewa, hospitali kama Milembe zingesogezwa pale Kaliakoo Msimbazi, ili tusipate shida ya kusafirisha watu. Zikifika mia tu, matatizo ya afya ya akili maeneo ya Msimbazi yatakuwa mengi sana. Kwa hiyo hospitali ijengwe basi, isiwe kubwa, wachukue ghorofa moja, floor moja tu, iwekwe pale wenye matatizo ya afya ya akili kwenye mpira wanaingizwa muli mna jirani mwehu akapendwa. Nimeshangaa waandishi, kimsingi nimeshangaa sana. Mmekuja hapa na hamjachukua tahadhari zozote, hali ni mbaya ndugu zangu. Kila mmoja atembee na kamba isipungua mita tano sita, utakutana <laughs> yani, na mtu kumbe kashakuwa mwehu hujui. Piga kamba, toa taarifa polisi kwamba nimekutana na mtu ana shida ya afya ya akili, nimemtuliza hapa, mje mmchukue mtu wenu wameshasema kwamba wako wengi. Sasa hii hali, kwanza mkutano umeendaje? Mimi imeniuma sana, niwaambie ukweli. Jadu jadu, akupe dondoo kidogo. Jadu mpe dondoo, ukweli umeanza mpaka umeisha. Nimeunga ile internet ya angani na yenyewe inaenda slow yani, nimeumia kweli yani, kuukosa huo mkutano mkubwa leo wa klabu namba tano. Nasikia wamekalia viti kama wapo kwenye kipaimara kweli

mipango kuwashirikisha mashabiki wote sasa hmm, ambao huwa wanahudhuria uwanjani mechi yeah, mechi ya Fountain Gate ambayo itakuwa ni tarehe nne, ni itangaze tu rasmi kutokea leo hii. Diara aliyokota hapa leo hii hii ni hela ya maji, hii ni hela tu ya maji okay, mm. maokoto yenyewe atayapata tarehe nne pale KMC, kwao wanayanga wote kama huko mkoani unataka kumwokotesha diara mtafute mwana Yanga mzao kwa Dar es Salaam, mwambie nenda uwanjani kibunda, ndo hicho tutaingia pale siku hiyo, na shangazi kaja lile kubwa lile, sio kibegi, shangazi kubwa lile. Juma, tarehe ngapi? Takuwa tarehe nne. Watu watajaza pale diara diara. Sisi wenyewe jana, mmemsikia pia rais wa Yanga, sisi wenyewe hatujui kama tulisajili goalkeeper au tumechukua mwanachama mwenzetu wa Yanga pengine <laughs> tulivyozindua tawi Bamako Mali alienda kuchukua kadi. Maana yake half time, Diara kuna move moja ilitokea hapo, oja kama nakumbuka, golini pale alikutua aliagunga vibaya kiangalia ile clip. Kwa hiyo enka ile ikaanza kuvimba. Kwa hiyo tunavirudi nyumbani, daktari baada ya kumcheki wakajiridhisha kwamba huyu bwana hawezi kuendelea. Sasa msheri akatoka na goalkeeper wa kocha uh, wa goalkeeper Kwenda kufanya warm up kwa ajili ya kuendelea, lakini Diara akatulia pale ndani, machozi akiwa wanamtoka kwenye kile kiti chake. Akamwambia daktari, leteni hapa keni dawa hizi kwa ajili kupunguza maumivu na uvimbe. Baada ya kuona kama dakika kumi hivi kashapata ganzi, akavaa soksi, akapiga bandage za kutosha zile plasta, akavaa kiatu, akawaambia anaenda kufa kwa ajili ya klabu hii ya Afrika, ikihitajika, iki damu itoke leo, damu yangu itatoka kwa hiyo alivyorudi Jigidi Diara akarudi mtu mwingine, alikuwa tu hawezi kupiga mpira wa Afrika, ungeona Afrika kitokea na mwita baka. Lakini walivyokuwa wakija wa arabu wanamkuta Jigidi Diara amezidi kuongezeka, ili hasira ile kama ilimuongeza mwili, akakaa pale anaenea goli zima, piga nikupiga. Yule kocha yu wa wa JS Kabili, tumeondoka, Joseph, Zimbabwe, tumeondoka yeah. Pale nafikiri ilikuwa ni drip ya tatu wamemwekea, presha ilikuwa juu mno baada ya kukosa goli dakika 96 sita, akawa anauliza yanga umecheza makipa wangapi? mm -hmm. Nikamwambia ni mmoja Jigidiara, hata waangola hata waangola sio wagumu, maana si tulimshona welieti. Hata waangola sio wagumu. Na la mwisho, ndugu zangu waandishi wa habari kuifanya hii ikae kwenye rekodi vizuri, huyu mm. nimeshuka naye huyu hmm. kuifanya hii ikae vizuri yanari mm. Yanga Afrika tulimtoa Jigidi Yara kutoka Stade Maliene. Mali. Mm. mm. Yanga Afrika tumemtoa Lassine Kouma Hmm. kutoka Stedi Malien, Mali. hmm. ni wajibu wetu kama wanayanga kuwaombea dua njema, Stedi Malien. hmm. katika mapitoo ya kimpira hmm. tuko nao bega kwa bega, yaani msimu huu kwenye makundi kwa, hmm. kuwa walisema wenyewe hakuna mambo ya uzalendo. hmm. mimi sasa hivi ndugu zanguni ni dumbi ya mtupu kutoka Bamako, Mali, hivyo tu hapa, mimi ni mmali mtupu na saa moja nipo kwenye TV yani, sasa hivi sifichi, saa moja nipo kwenye TV na wamali wenzangu tukiwashangilia real Bamako na una saba na mali Diara, unadhani nini kitatokea? Maanake wale huyu, unaona eti kaona turubai, anaweza anatokea nini, mechi 22 hawajapoteza kaka. Ukiona turubai watu wameinamisha vichwa chini, ujue kuna eneo mtu kaenda na chepe na jembe <gib ya> kuchimba shimo <gibES> Hey, yeah. Sio la taka, kuna mtu anaenda huko. Alafu yeah. <laughs> <laughs> Matokeo yeah. mengine mazuri ni ya jana yeah. Petro de Luanda kupata sare na Express de Tunis. Nyie hamjui mpira, mmefurahia ile sare ndio yenyewe maana yake yeah. Mwarabu atakuja hapa <laughs> <laughs> sina eh, na uzalendo hmm. hmm. nimefurahi pia mm. jana jana ilikuwa eh? mm. <coughs> nimefurahi pia yes. nani Amrabat yes. mm. amewashona Azam, niliwaambia na ameingia kwenye vitabu vya historia mm. Thabiti Zakaria zaka za kazi mm. ndiyo msemaji aliyemaliza mwezi mzima wa kumi na moja bila kushangilia ushindi <laughs> mara ya mwisho Azam ameshinda mechi ni tarehe 23 kama sio 24 Oktoba. mm. Yani, nchi haijaenda ya kwenye uchaguzi Azam complex. Imagine, tumepiga kura, tumekimbizana, tumekaa ndani, tumetulia, tumeanza maisha vizuri, Azam hawajashinda mechi na, na wana kocha mkubwa ah, sana kocha sijui, lakini Azam hawajashinda mechi. Kwa hiyo nimefurahi Azam kufungwa jana na vile vile hmm. wakati nafuatilia nikiwa Bamako, nitafuatilia pia new aman complex Wenzetu stele bochi wako pale yeah, yeah, yeah. Yeah, hey, hey. Nabadilika tu nikiweka Azam Sports tu nakuwa stele bochi Azam Sports wanakuwa mali, ni roho mbaya isiyokuwa na kificho. Hey. Sasa hivi tupo katika level hiyo kwamba sisi, wakati makundi yamepangwa hmm, walivyokuwa wanasema yanga ni kama maiti inayosubiri kwenda kuzikwa, hmm, maiti ndo hii sasa inashafufuka, hmm, inaangalia wakuondoka naye kwanza, hicho natazama <laughs> <laughs> na hatuna jamaa hmm tunatazama kwa hiyo wa mali wenzangu tupo tupo tupo. Tupo na, na tuongezee dua tukum, tukum, he, tam, too, tukum. Tukum, dua tukum. Tukum, dua hapa, wa wa mali, mali mali, kidogo, ya wenzangu tuongezee dua, kuna arabu kidogo, wa mali aaaamali, rabbana takabbal minna innaka antas samiuna alim wa tubu alaina ya Molana innaka antat tawwabur rahim. Yarabi wajalie wa mali wenzetu waweze kupata ushindi siku ya leo, leo yarabi wajalie wa mali wenzetu waweze kutupa furaha siku ya leo. Tuko na wa mali wengi hapa wa kutoka mali, shiki jiara aweze kufurahi ushindi wa leo kwa ndugu zake watu wa mali, ndugu zetu watu wa mali, mwezungu tubariki wa mali wote hao unavyoona hapa hapa, eh au South Africa. Kimsingi tumeshatangaza rasmi roho mbaya yetu ya mwaka huu, hatuifichi ni dhahiri <laughs> shahiri <laughs> <laughs> nyie, si mliwahoji hapa, wakasema hamna uzalendo mwaka huu ndo tunaanza sasa hmm. Kati ya... tuanza na Petro <coughs> tunakuja na Stade Malien hmm, tukitoka hapo tunaenda kuvaa kanzu. Kati ya hao wanne Ali, mnatamani kwenda na nani? Pengine labda muende naye atuwe na wafuanzi. Kwenye kundi letu sisi? Kati ya hao wanne. Wa Tanzania. Sasa wewe, dua zote hizi tutakwenda na mtu <laughs> <laughs> sisi wakibaki wote alhamdulillah. <laughs> ah, ah. Maki nimeona pia zao kwa wanaanza kusema jana <laughs> jamani, nie mpira huu unaweza kufanya mtu kaona kama umepagawa hivi <laughs> Mecheza vizuri sana yani, wajatuzidi chochote, <laughs> ya yani, chochote <mondoka> mpiga wa wa. <laughs> e, pasi nyingi. Mmefungwa. <laughs> Awa, Matuwe, tume tume, tume. nyingi sasa. Ah kaka, nikwambie kitu safari hii bwana, kwenye Champions League kila mtu ba na hali yake na sisi leo ssamoaaamaishanieipoti basi ya mkutano ndugu zangu waandishi, mlikuepo, tumekusanya milioni mbili laki nne na elfu sabini na kwa niaba ya mashabiki wapenzi, wanachama wa klabu hii, kwa kutoa zawadi kwako wewe na mimi kama mwakilishi tu kwa niaba, na ukabidhi hapa msemaji. Msemaji mpe nani? Mpe golikipa, hizi ni milioni mbili laki nne na elfu sabini tulianza challenge jana saa kumi na moja jioni. Aa, na leo saa sita kamili tumefunga challenge, kwa hakuna mtu yoyote kunitumia fedha yoyote. Mimi nishafunga rasmi na, na fedha nimesha kabizi kumsemaji, kwa golikipa na msemaji. Kwa mtu ambaye atatuma, usitume kwa sababu namba hii itaweka block ili watu wengine wasipate changamoto. Lakini kipekee, msemaji, lazima niwashukuru watu ambao wametoa pamoja na changamoto zingine, shukrani